Za maandalizi ya Kagera kwa mchezo wa kesho. Uh, shukrani sana kwa sisi kama Kagera Sugar tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua Simba ni moja ya timu kubwa kwa Ligi Kuu NBC lakini na sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuonesha upinzani kwa ajili ya mchezo wa kesho. Sawa. We nashukuru Mtanange. Kucheza na Simba tayari, uh, okay, uh, tayari ni motisha kwa mchezaji yeyote ambaye anacheza ligi kuu Tanzania Bara. Sisi motisha kubwa tulitumia kwenye mchezo wa uh, Namungo kama mliangalia game ya Namungo, the way ambavyo tulivyocheza, ile ndio game ambayo tulitumia kwa ajili ya motisha. Kwa hiyo kuja kucheza na Simba inakuwa hautumii nguvu kubwa sana kwa motivate wachezaji, kwa sababu kucheza na Simba ni tayari inakuwa ni motisha kwa mchezaji. Sawa. So, swali la pili kwa mwalimu. Mwalimu kwenye safari zenu tatu Dar es Salaam. Anaani kweli tuicheza na Azam tukapoteza moja bila, tukacheza na Yanga tukapoteza nne, then tunakutana na Simba. Simba tulicheza naye mechi ya kwanza tukiwa nyumbani Kagera, tukatoka tano mbili. Kwa obvious unaona kuna room ya sisi kuweza kumfunga Simba ya goli lolote, kwa hiyo tutarajie goli naweza likapatikana. Swali la tatu na la mwisho Benja: kama nilivyosema awali cheza na Simba tayari unakuwa una motisha, na sisi japo tumeshuka daraja, lakini ni moja ya timu ambayo ukiangalia katika, katika timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu msimu huu ni sisi Yanga na Simba nadhani na Azam ndio tuko ligi kuu kwa muda mrefu zaidi ya miaka kumi na tano. Kwao, ni lazima tutahitaji kutoka kwa heshima, tutokubali tu kutoka ki, bila heshima. Kwa hiyo tutatoka kwa heshima. Sawa, swali la nyongeza mwalimu. Wamependa Sa. Sa sana uh, kusikia zaidi na zaidi. Kwa kuna swali la nyongeza e. Hmm. Ayoma Media. Kushuka daraja kabla labori ya msimu haujamisha ni sio malengo ya Kagera Sugar kwa msimu pengine. Baada ya timu kushuka daraja, benchi la ufundi na wachezaji haikuwavunja moyo kiasi cha kufanya kwamba mechi zilizosalia tunaweza kucheza tu kwa ajili ya kukamilisha ratiba na safari yetu imeisha, unakenda kujianga na chapeco. Sawa, nashukuru hayo. Uh, ni kweli usipofikisha malengo lazima utaumia katika mechi ambazo zilitumiza ni zile ambazo zilikuwa za kuelekea kwenye kujitoa kwenye danger zone kwenda kwenye playoff. Bahati mbaya zote tulipoteza, malengo kweli ya kutimia. Lakini kwa sasa hizi mechi tunazitumia pia katika kuchukua vijana wetu wa under 20, tunawatumia kwa ajili ya kwanza maandalizi yetu ya championship. Kwayo, kwa azif, kwa mba, chocho, cho, tuna, ya championship. Kwa hiyo usitarajie kwamba tutacheza azifu, kwamba hatuna chochote ambacho tuna tunakihitaji sisi. Saizi tunacheza azifu, kwamba tunaiandaa timu yetu kwa ajili ya championship kwa lazima tucheze kwa ushindani, na ndio maana nakwambia wachezaji wetu watakuwa na motisha, kwa sababu wanajiandaa kwa ajili ya ligi ya msimu unaofuatia ya championship. Kwao tutakuwa na ushindani, yani kama tuko pre-season flani. Kwa hiyo lazima tucheze kwa ushindani, hatuwezi kucheza tu just yes, kukamilisha ratiba. Nashukuru, asante.